Biblia ni mkusanyiko wa vitabu vingi vinavyosimulia simulizi moja yenye umoja tangu mwanzo hadi mwisho. Lakini vitabu vyote hivyo viliandikwa kwa mitindo tofauti ya fasihi. Ndiyo. Ifikirie hii kama kutembea kwenye maktaba ambapo kila kabati lina aina tofauti ya fasihi. Una historia au mashairi au simulizi za maisha halisi, na unapochagua kabati na kuchukua kitabu utakuwa na matarajio tofauti sana kutoka kwenye mambo tofauti unayowatafuta. Sawa, yote ni fasihi, lakini yanawasilisha jumbe kwa njia tofauti sana. Ndiyo, na Bibilia nayo ipo hivyo hivyo. Usipotilia maanani ni mtindo gani ulioandikwa utakosa ubora wa kila kitabu. Kwa hiyo ni aina gani kuu za fasihi katika Biblia? Naam. Cha kwanza na muhimu zaidi ni simulizi. Hii imechukua asilimia 43 ya bibilia. Baada ya hiyo ni mashairi ambayo ni asilimia thelathini na tatu ya bibilia, na kisha kuna unachoweza kuita nathari inayojumuisha asilimia 24 iliyobaki. Karibu nusu ya biblia ni simulizi, ndiyo, na hiyo siyo bahati mbaya. Hadithi na simulizi ni njia kuu ya mawasiliano kwa binadamu ulimwenguni pote. Ubongo wetu umeundwa kupokea habari kupitia simulizi. Na simulizi kwa kweli hufurahisha sana. Hii ni kwa nini? Kweli, simulizi zinatufundisha kuelewa matukio yanayoonekana hayana uhusiano, yanayotokea katika maisha kwa kuyachukua na kuyaweka kwenye mlolongo unaoeleweka. Na kisha zikiwa pamoja, unaanza kuona maana na, na kusudi la hayo yote. Na ni nini kinachounganisha yote haya? Simulizi nzuri daima zinamhusika ambaye anataka kitu. Na kisha kwa njia ya wahusika hawa, mwandishi anaweza kuchunguza maswali makuu ya maisha. Kama vile sisi ni nani au ni nini cha muhimu sana maishani. Na simulizi nzuri daima inahusisha aina fulani ya mgogoro, changamoto fulani za kushinda, kama vile katika maisha yetu wenyewe. Na hilo linatuchochea kufikiria kuhusu changamoto zetu wenyewe, kwa nini kuna maumivu mengi au masikitiko ulimwenguni? Na je, tunafanya nini kushughulika nayo? Na kwa kawaida simulizi huishia kwa aina fulani ya azimio, kutupa tumaini kwa simulizi zetu wenyewe. Kwa kuwa hizi ni simulizi za Biblia, je, wahusika wananionyesha mimi jinsi inavyopaswa kuishi kiukweli? Hilo sio lengo hasa. Wahusika wengi wa Biblia wana dosari sana. Haipaswi kuwa kama wao, lakini tunapaswa kujiona wenyewe kupitia wao, inayotusaidia kuona maisha na makosa yetu kwa mtazamo mpya. Na bila hata kutambua, simulizi hizi zitaanza kukuchanganya na kubadili jinsi unavyoiona dunia na watu wengine na unavyojiona wewe mwenyewe. sasa kuna aina tofauti za masimulizi katika Biblia. Ndiyo, kuna simulizi ya kihistoria lakini pia mifano na simulizi fupi za kihistoria kama vile injili nne. Tutayachunguza yote haya katika video za baadaye. Sawa, inayofuata ni mashairi ambayo kwa ukweli sisomi sana. Kwa kweli watu wengi wapo kama wewe, lakini sura moja kati ya kila sura tatu za biblia ni shairi. Ndiyo kwa nini kuna mashairi mengi sana hapo kwa kweli mashairi yanazungumza kupitia lugha yenye ubunifu inayotumia picha ili kutusaidia kuiona dunia kwa namna ya tofauti. Mashairi hutumia sitiari nyingi kuamsha hisia zako na mawazo yako, lugha nyingi za mbwembwe. Lakini je, kwani sio rahisi kuniambia tu kile ninachohitaji kujua? Hebu <laughs> fikiria, katika maisha huwa tuna tabia ya kukwama kifikra na tunafikiri katika namna tulizozoea, ambazo wakati mwingine ni vigumu sana kupata majibu mashairi mazuri yanachofanya ni kukulazimisha kuacha njia ulizozoea na kuingia kwenye eneo jipya mjanja. Sasa kuna aina tofauti za mashairi katika Bibilia. Kuna aina nyingi za nyimbo au zaburi, kuna mashairi ya kutafakari ya vitabu vya hekima, na kisha mashairi ya upinzani yenye hisia kali kutoka kwa manabii. Sawa. Aina ya fasihi mm kubwa ya mwisho inaitwa mazungumzo ya kinathari na inajumuisha robo ya Biblia. Ndiyo, hizi ni hotuba barua au insha, na lengo hapa ni kujenga mlolongo wa mawazo katika hoja moja unayohitaji majibu na mantiki, kama vile we, umewahi kufikiria kuhusu jambo hili, unapaswa pia kuzingatia linavyounganika na kitu hiki kingine, na ukifanya hivyo, basi utaona kwamba haya ndiyo matokeo, na kwa kuzingatia hitimisho hilo, pengine unapaswa kuacha kufanya jambo hilo, ili jambo hili lingine liwe matokeo. Kwa hiyo unanishawishi kwa mantiki na hoja. Ndiyo, hotuba inakulazimisha kufikiria kwa mantiki na kwa uthabiti na kisha ufanye maamuzi. Hotuba za kibibilia zinapatikana katika makusanyiko ya sheria, fasihi za hekima na barua zilizoandikwa na mitume. Sawa, kwa hiyo kila kitabu cha Biblia kina mtindo mmoja wa fasihi? Hapana, kwa kweli vitabu vingi vina mtindo mkuu wa fasihi kama vile simulizi, lakini ukishaingia kwenye simulizi hizo utapata mashairi au mifano au mkusanyiko wa sheria. Kila kitabu cha Biblia ni mchanganyiko wa kipekee wa mitindo ya fasihi, na ili nisome kitabu hicho vizuri ninahitaji kufahamu kila aina ya fasihi na jinsi inavyofanya kazi. Ndiyo, ili ujue ni nini cha kuzingatia na ni maswali gani unapaswa kuuliza. Lakini kabla ya kutazama kila aina, kuna kipengele kimoja kingine kinachounganisha fasihi ya kibiblia ambacho ni muhimu sana na cha kupendeza sana. Na hicho ndicho tutachunguza baadaye.